Nimekuchelewesha sana, sinajua ta mambo ya kike. Nimechelewa, nilikuwa naosha vyombo, nilikuwa naanza nibandike chai, niandae anataka chai saizi, ndio maana nimechelewa. Samahani kwa kuchelewesha. Mbona umenuna vipi? Au pengine nyumba pale ishaanza kuzingua? Kama mkuzingua niambie, kutafuta sehemu nyingine Mbona siku ilewi? Una shida gani hivi? Una matatizo gani, hmm? Si na mimi matatizo yoyote. Kama una matatizo sasa una shida gani? Au labda ushikugo ukichaa uende wazimu, eh? Au wemwezi mchanga nanivunje eshima sasa ndani. Yaani toka siku ya kwanza umeingia kwenye maisha yangu nikakutana na wewe nikakufahamu. Yaani toka siku hiyo mpaka leo imekuwa ni mikosi. Imekuwa ni baraka. Yaani imekuwa haieleweki. Eh? Yaani kwa nini unapenda kufuatilia maisha yangu wewe? Yaani, kwa nini kila nitakapokuwepo na wewe upo? Kuna unapenda kunichokonoa chokonoa yani, yani unichokonoe kila muda. Wewe unajisikia la gani labda? Wewe una shida gani? Unataka nini kutoka kwangu, labda nikuulize hivi? Ndio riziki. Unataka nini nikupe? Lakini Ibla, kwa mimi kosa langu kutoka nyumbani kwangu kuja kukujulia hali ya asubuhi imekuaje, mimi unaishije, nyumba ipoje? Kama kwa sasa nisamee, nimekoma mimi, sirudi tena. Wewe unadhani kuja kwangu mimi ndio kosa? Kumbe kuna lingine lilifanya mimi nilifanya njia hiyo. Ninakuuliza unadhani kuja kwangu ni kosa? Yaani wewe unatoka hapa unanyanyua hizo fito zako hizo unaenda kwa Tausi, halafu unaenda kumwambia habari ambazo hata zipo. Sijakutuma, sijafanya chochote, sijawi kuongea na wewe habari zozote kuhusiana na Tausi. Unatoka unafuata msiana watu maskini na Mungu unaweza kumtukana eh, mara wao sijui, achana na Ibra achana na haya. Mimi na wewe tuna uhusiano gani? Mimi na wewe tuna ukaribu gani? Mimi na wewe tupoje hasa, mpaka unatoka hapo unaenda kwa Tausi unaanza kumfukia? Una shida gani wewe? Lakini mi nilifanya kwa usalama wako usalama. Kwa hiyo nilikuambia, kwa mi nikitoka hapa nikienda kuongea na Tausi na katika mguu eh? au na katika hicho kichwa changu, wewe umeanza mazoea na mimi vibaya sana dada. Chunga, hunijui, sikujui, sikufahamu. Utauponza vibaya, sio? Unanielewa, lakini yaani namaanisha kuwa siku nilikuwa napita njiani kwenye mizunguko yangu, unajua mi dalali muda wote natembea. Nikufanye nikusaidie nalo nikosa sikia, nikwambie sawa, Iwe mwanzo na mwisho hiyo tabia. Koma kunifuatilia, koma kumfuatilia Tausi, koma kufuatilia maisha yangu, yani usije ukajihusisha kwa kitu chochote kile kuhusiana na mimi. Nimekuja hapa kwenye mtaa kwa amani kabisa, nimekuja kufanya mambo yangu. Sasa usitake mwisho wa siku kwenye ao mambo yangu nikakuingiza na wewe, afu mwisho wa siku nikafungwa au nikafanyiwa kitu kibaya na raia. Kausha endelea na mambo yako, ukiendelea oya we spend samani, samani unaijua, we ukuwa unajua samani ungefanya vitu bila kuagizwa. Em toka, ondoka basi bwana wewe. Ah, kwa vipi sasa na utoke hapo tena umfate Tausi mtakacho kufanya Yaani kuanzia wewe kizazi chako hakitwamini. Haliona yani kingine bwana sio dako huyu. Mimi nashauri serikali itafute shule ya madalali. Wapime akili kwanza, alafu wafanye na mitihani wapate na vyeti. Sio kwa dalali huyu. Mara kwanza kaja asubuhi ananigongea, "Wewe nimekuja kukusalimia." Sasa hivi unamfuata Tausi tena. Wewe unajua Tausi mimi kwenye moyo wangu yukoje? Au unamfikiriaje? Yaani ukitaka ni kufanya kitu kibaya zaidi, kamguse Tausi tena kwa mara ya pili ndo utajua kama wa mbele au wa nyuma. <laughs> Oh, oh, yeah. Samahani kidogo, rudi mwanangu, tuongee Sikilize sasa nikupangilie miso misondo, nisikilize. Ah, nisikilize mwanangu, kukujua sio tatizo. Wanaume tukikutana hivi pamoja, kama vile tumejuana wote, ni ndugu wote, familia. Ndio maana tunakufa, tunazikana. Mimi na wewe, nani wako mwanake wangu? Mmependezana sana, piga makofi tafadhali. Sikiliza sasa, nikupangilie kitu kimoja. Kwanza wewe mwanangu, wewe mwanaume mwenzangu, wewe mwanangu, unanizipa ila mtoto wa kike anaishakulia uongo kwetu. Kwenye point, kenye mimi muda wangu unatembea. Acha mteru, acha taarabu, mimi sio Mzee Yusuf, mimi sio Khadija Kopa. Isha Ramazani, Isha Ramazani au, kumbe kuna kuna msanii mmoja wa kike anaitwa Fatuma Mcharuko, mimi sio Fatuma Mcharuko nakupangilia sasa, nisikiza sasa. Nikupange kitu kimoja mwanangu nimekuzingua familia yangu. Umestuka, umestuka mwanangu, kama umeiba. Sikiza sasa, kuna mama mmoja, sio mwenyeji wa mitaa hii. Ndugu yangu mimi mwenyeji, wewe mwenyeji, itakuwa vizuri kama sio wewe, hizo dada. Kuna mama mmoja anaitwa Mama Mbega Mbega au Mama Shibae au Mama Mudi wa Tanga ama Waloko, muuza chai na ndizi hii hivi. Ndugu yangu unamjua kweli? Walo jina mimi geni, labda wife anaweza kuwa anafahamu. Dada hapo, unamjua nani?

Ipombe, dunia simama, nishuke, yamenishinda ya duniani. Lipi nifanye, lipi niepuke, nakosa amani Nyumba imekuwa dangulo wanapishana tu mabwana hachaguipo kuweka kituo wakubwa wadogo na wachanganya poa. Wa, ah, si, naomba tu bora ah, niishie hapa nirudi zangu nyumbani. Lakini nilijua yote ilivyokuwa hivi kali. Si afadhali ungeingia na nikakulia maji ya kunywa ukanywa kapumzika afu ndo kaondoka. Hmm. Nani nikisema niingie ndani size, Nani, ochoka, Luntala, lakabi, saa hizi nikae na nilivyochoka hivi. Ndio nitalala kabisa nitashindwa hata kwenda kwangu. Yaani hapa nilivyochoka hivi ni bora niondoke niende nyumbani nikapumzikia nyumbani. Ah, basi sawa. Yeye, nashukuru kwa vitu vilivyoninulia. Hivi kwa leo ni vingi sana. Nashukuru sana sana sana. <laughs> Usijali, hivyo ni vitu vidogo tu. Mimi nachohitaji usono, unajua ya, kama una malengo mazuri alafu ukakosa vitu ambavyo vya kukufanya malengo yako yatimie, kidogo inakuwa ni mtihani. Kwa hiyo mi nimefanya hivo ili mradi utimize ndoto zako. Sawa, lakini sio unajua sana, Daktari Tausi alivyokuwa yule mtoto dadangu, kama unavyomjua anaweza pia akaja akaanza kunijaji kwa vitu hivi. Ah, usijali bwana, wewe mwambie tu bwana hivi vitu kaninulia hivi. Ibra. Sawa ah mm, kwa hiyo, na, nikija, basi. Kwa hiyo kuwa tu makini na ukiwa na shida siku nyingine, kama nikija basi utakuwa unaniambia bwana, nimepelea hichi na hichi na hichi kuhusiana na shule, basi mimi naangalia jinsi gani ya kufanya mambo yakae sawa. Basi sawa, nitashukuru. Sawa na ulisema sketi ya shule vipi? ni shilingi ngapi gharama yake? Sketi ya shule gharama yake ni 8000. 8000. Ndio. Sawa basi mi nadhani tutarekebisha leo ikijayo. Sawa, asante. Ah, kija kija dada koza msalimia Sasampa, tausi, tausi, tausi sasampa. Mganga mimi nimekuja na shida. Ndio shida yangu, nataka umtengeneze mume wangu. Mume wangu nataka nikimwambia chochote kile anisikilize yani nisikilize kwa kila kitu ninachotaka kumwambia yani, kuhusu hela ndo, yaani asione ubaili kabisa, ayu ananipa tuwe pesa zake. Nataka mtengenezee nyota yani, ning'ae niwe kama tausi sasampa hapa mtaani, maana tausi sasampa hapa mtaani ni analinga mabwana wote, kawashikilia yeye sasa hivi nataka unitengenezee dawa yaani, mume wangu hata akiniona pale na bwana na, na, na, na, na, na mwingine, yani naone kama vile kaka yangu yani, asijishu tani, awe zoba, awe zoba, awe zoba. Mganga, naomba unisaidie. cha nyumba unga nyumba ungalolevanu vanu cha nyumba unga nyumba ungalolevanu cha nyumba <coughs> hilo kwangu halina shida sawa, halina shida kabisa. Tutapandisha nyota yako, tutakusafisha hizo nuksi, mikosi, mabalaa na utang'aa kama watu wengine, sawa sawa, sawa. Naomba mkono huo.

Sasa kwa kazi yako hiyo unatakiwa ipatikane sadaka, sadaka ya laki moja Uko tayari hapo, mganga? Haipungui pungui hata kidogo. Mganga, mi na elfu hamsini tu hapa. Nikupe nusu, afu nusu ntakumalizia siku zingine. Hilo halina shida, halina shida kabisa. sasa nitakupa dawa za kuoga usiku wa manane. Vile vile kuna dawa nitakuelekeza mahali tukutane, ili tuifanye hiyo dawa, sawa? Yaani mganga, sawa sawamotakachonaambia, mimi nipo tayari. Mganga, sawa, na nyota yako itang'aa kama wengine, na wengine watakushangaa kama wanavyoshangaa wengine. Sawa sawa mganga, kabisa. Sawa cha nyumba unga nyumba ungalole vanu cha nyumba unga nyumba ungalole vanu cha nyumba, asema kweli leo. Ae, dunia simama nishuke, yamenishinda ya duniani. Lipi nifanye, lipi niepuke na kosa amani? Nyumba imekuwa dangulo, wanapishana tuma bwana, achagui pa kuweka kituo, wakubwa wadogo na wachanganya ushirikina. Mungu wangu, wangu. wangu. wangu. wangu, hichi nachoisi kisiwe kweli. Ina maana nina mimba mm? Hapana isei Tausi, nimekwisha mimi. Ngoja nifanye mpango wa kipimo ili nipate uhakika, na ikiwa ni mimba siwezi kuzaa sasa hivi lazima niitoe tu, hakuna namna, maana siwezi kukaa na mimba ambayo sijui hata mwenye mimba ni nani. Ah, ah, mm, mm. Dunia simama nishuke, yamenishinda ya duniani, lipi nifanye, lipi niepuke na kosa amani nyumba imekuwa dangulo, wanapishana tu mabwana, achagui pa kuweka kitu, wakubwa wadogo, na wachanganya ushirikina, udangaji, sifa zake yeye, kausha damu, ulewaji sifa zake yeye. Tausi, tausi, tausi, tausi, tausi, tausi sasampa. Tausi, tausi, tausi sasampa. Kama nilivyokuambia mjomba, mimi sina nia mbaya, nachoomba tu uweze kunisaidia kuhusiana na hili swala kwa sababu naona kabisa naenda kufeli. Yaani kama maji yamenifika shingoni, nisaidie Mjomba Nyoka. nikusaidie nini? Mbona unyoki ukimjomba Nyoka? Tausi, mimi nampenda Tausi, namhitaji. Tausi ameuteka moyo wangu, Tausi amekuwa ni mtu muhimu sana kwangu, toka siku ya kwanza nimemuona nilikuwa namfikiria yeye Hivi mjomba, unajua kwamba hakuna kitu kikubwa na kizuri kwenye maisha haya kama amani ya moyo. Moyo ukikosa amani, mjomba, huwezi kuishi vizuri. Tausi ameniteka mjomba, mimi niko tayari kufanya chochote kile, ili mradi tu Tausi awe wangu, au wa maisha yangu, niweze kumuoa aweze kuwa mke wangu. Naomba unisaidie. Hivi Tausi unamjua vizuri ndio? Uh, anafahamu ndiyo, ila sio muda mrefu sana, japokuwa maisha anayoishi yeye pamoja na, na mdogo wake mimi nayafahamu vizuri sana. Unajua Waswahili wamesema kwamba tabia inarekebishika, ila sura hauwezi kurekebisha njomba. Mimi nimeshakubaliana na kila kitu yaani kama jalala kwamba linapokea kila aina ya uchafu, ndio mimi mjomba. Ila kikubwa tu niweze kumpata Tausi kwa sababu nampenda. Mungu ana majabu yake. Wanayotaka ndoa hawazipati ndoa, wasiotaka ndoa wanazipata ndoa. Mjomba una maana gani kusema hivi? Ina maana kwa sababu yangu mimi na Tausi au mjomba? Tausi uh, mjomba wangu mimi namfahamu mimi ila. Mjomba hamna usiwazi, mimi nitakusaidia mjomba, kwa hilo nitakusaidia. Uh, kwa hilo nitaongea naye, tutafanya mawasiliano mjomba, haina shida, nitakusaidia. Mimi nimekuelewa mjomba, lakini pia nashukuru sana kwa kunipokea vizuri na naomba nikuhakikishie kwamba Tausi nikimpata basi, atakuwa sehemu sahihi, atakuwa kapata mume bora na atakuwa kaingia kwenye familia bora. Mimi nitashukuru mjomba, kama ulivyosema kwamba atapokuwa na wewe mambo atakuwa mazuri. Mjomba, nitashukuru usiwaze, nitakusaidia mambo atakaa sawa. Mjomba, nashukuru sana. Sawa mjomba, karibu sana.

mimi ndio mwanangu, sieje naye yuko zake huko nyumbani sawa. Kwa mimi hapa, kilichonileta, unajua mzio, kila ninavyokaa nyumbani akili yangu ikai sawa, kila ninachokifanya na kuwaza wewe tu tausi, kila ninavyokula chakula na kufikiria wewe tu, nikilala njozi zote nakuota kuota wewe yani sijui hata umenifanyia nini, wewe mtoto wa watu, mzio, nimekumisi sana ujue. Tausi vipi, ukinywa maji kwenye glasi ya unioni. Ah ah